Alhamdulilahi rabilalamin <coughs> wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ndugu zangu Waislamu, leo ninataka nizungumze jambo moja, ili jambo linahusiana na mambo ya siasa na na jambo linahusiana na mambo ya uchaguzi kuhusu msimamo wetu sisi Waislamu na yule mwanadada ambaye yuko Marekani Mange Kimambi alivyowanasibisha Waislamu au mashekhe ya kwamba ni machawa. Kauli hii ni kauli ambayo imetoka kwa msichana ambaye hajui maana ya mashekhe, hajui ilmu ya kidini, hajui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje kuhusu Ku, ku, kuwaheshimu viongozi. Mashehe si machawa kama alivyosema huyu mwanadada. Mashehe sio machawa, isipokuwa mashehe wanafuata Qurani. Qurani ndio katiba ya Uislamu, Qurani ndio kitabu ambacho Uislamu tunakifuata. Ndani ya Qurani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema

tumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuifuata Qur'ani. Tufuate maagizo na maelekezo ambayo Qur'ani imetufundisha tuyawache yote ambayo Qur'ani imeyakemea. Qur'ani hii ndio maneno Mwenyezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yako ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo tutakaposoma kitabu cha Qur'ani tukafuata mwongozo wa Qur'ani, tumefuata vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka. Pia Qur'ani katuambia, wa atiiu rasul atiu llaha wa atiu Rasul, mumti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuifuata Qurani. Wa atiu Rasul, na mumti Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata sunna, kufuata maelekezo, zile hadithi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amezisema kwa kutufundisha tufuate, tuwaache yote yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kwamba haya ni mabaya msifanye, tusifanye. Wa ulil amri minkum, pia tuwafuate viongozi wetu, viongozi ndio hawa ndio raisi Mama Samia Suluhu Hassan ni kiongozi wetu, lazima tumfuate, tumtii, tumheshimu na tuheshimu katiba Tanzania. Hivyo ndivyo Qurani imetufundisha. Kwa hiyo kuanasibisha mashekhe na uchawa ni makosa makubwa sana. Mtume Sulua sama sema ismauu wa atiu wa in istumila abdun habashiyun ka'anna rasahu ka'anna rasahu zabibatun Sikieni, sikilizeni yale mnayoambiwa na viongozi wenu, msikie na mtii. Kwa utii manake ni kufuata, hata kama mtu ni mtumwa, hata kama mtakapowekewa kiongozi ambaye ni mtumwa, ka anna rasahu zabibatun, kana kwamba kichwa chake ni zabibu. Tutii kwa kiongozi ni kiongozi, mtuma chatuambia kwamba hata kiwe, mkiwekewa kiongozi ambaye ni, ni, ni mtumwa wa Kihabeshi mtumwa, kipindi hicho tunasema ni mtu ambaye walikuwa kimuona kama mtuduni sana, walikuwa kimuona kama ni mtuduni mtumwa. Mtumwa zamani kulikuwa kuna utumwa, watu walikuwa wakiwaona watu watumwa kama ni watuduni. Mtumwa akasema wa inistumila abdun habashiyun ka anna rasahu zabibatun, hata mkiwekewa kiongozi ambaye ni mtumwa, kichwa chake kama zabibu basi akiwa ni kiongozi sikilizeni, na mumfuate na mumheshimu na mumtii. Sasa leo Mama Samia Suluhu Hassan ndo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa sisi twampiga maneno mabaya, twamtukana, twamdhalilisha, twamtusi, twasema mambo mabaya kwa sababu mwamwona ni mwanamke. Leo mwamdhalilisha, halafu bado hamtaki kuadhibiwa. Subhanallah. Mkiadhibiwa amefanya makosa ila yeye mumtukane tu akae kimya. Sasa Mama Samia Suluhu Hassan hafanyi hivi mnavyofanya, mnavyosema nyinyi, isipokuwa wale ambao wanaona mnafanya makosa ndio wanaweza kuwaadabisha nyinyi. Kwa kitu kikubwa anachokisema mimi, tuifuate Qurani. Mange Kimambi kuwanasibisha mashehe na uchawa, si kweli. Mashehe si machawa. Mashekhe wanafata katiba ya Uislamu na katiba ya Uislamu ni Qur'ani. Mtume swala sama asema, man atwani faqad atwa Allah wa man asani faqad asa Allah, mwenye kunitii mimi kwa kunifuata basi amemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwenye kuniasi mimi amemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia vilevile wa, mwenye kumtii amiri kiongozi mimi amemtii Mwenyezi Mungu na kiongozi wao Subhanahu wa Taala, kuwe na rais. Huu ni mwezi ambao, leo ni tarehe 19, inshallah, zimebaki siku chache kwenda kupiga kura. Tuchague viongozi wetu kwa umakini na kwa uzalendo na kwa mapenzi makubwa, tuwachague viongozi ambao wataongoza taifa hili na wale ambao wanashakiza watu wakwamba waandamane wengi wao pia wanataka madaraka haya haya. Sasa hao hao pia wana, wanataka ulaji, si kwamba wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana maslahi makubwa sana ambayo kwakewe wanakutakia wa, kwa, wa kwa mfano huyu mwanadada Mange Kimambi, sidhani kama Tanzania wazazi wake wapo hai, nafikiri washatangulia mbele ya haki, na kama wameshatangulia mbele ya haki, yeye huku hana mzazi, hana watoto, yeye anaishi Amerika, anaishi na watoto wake. Kwa yeye hana anachokipoteza huku, hana anachokipoteza mara nyingi. Hata kama kuna baadhi ya ndugu zake, lakini hana uchungu nao sana, kama ambavyo angekuwa na uchungu kwa mzazi wake ama kwa mtoto wake. Lakini sisi ambao tuko na watoto wetu, tuko na wazazi wetu, tuangalieni jamani, tusilichafue taifa, tusichafue taifa hili jamani, taifa hili ni taifa ambalo mataifa mengine yote yanalitamani kwa utulivu tuliokuwa nao na amani tuliokuwa nayo na mshikamano tuliokuwa nao na upendo tuliokuwa nao. <coughs> Kwa hiyo katiba ya, ya Uislamu ni Quran. Qurani Qurani imesema ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasul waulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasulihi in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mwamini Mwenyezi Mungu nasikia mwisho. Kwa hiyo mashekhe hatuko kwamba ni, ma, ni machawa ama wapo ndani ya siasa ama wanasapoti chama fulani, wao wanafuata katiba isipokuwa tu kitu ambacho kinasikitisha sana ni wenzetu ambao wa upande wa pili jambo hili la wauma sana wameliingiza kiudini na ambapo sisi Uislamu akiwa akiwa rais si Muislamu tumetulia tuli hatuna shida hatuna zogo lakini akiwa rais ni Muislamu tu ndo wenzetu wanang'ang'ana oh, wanaingiza na udini humo mpaka wachungaji wote oh, mapasta wanazungumza mama Samia mama Samia jamani kwani Uislamu Uislamu unawauma sana Eh? Magufuli alikuwa ni, ni, ni Mkristo aenda pa kanisani, mpaka tuwaona mavideo aenda kanisani, apiga magoti ha, afanya nini, aomba Mungu, mbona tulalamiki, tula, hatukuingiza udini. Sasa leo mama Samia kuwa rais, jamani, tena mwamchezea kwa sababu mwamuona mwanamke? Hapana, hiyo si tunakataa jamani, wallahi tunakataa hiyo, mwamuonea huyu mama. Kwa hiyo mimi nafikiri Uislamu, a wa, wa Tanzania tuna haki ya kuungana tuwe, letu ni moja, Taifa letu ndio hili hili. Lakini mtakapoleta udini ndani ya uongozi mnakuwa mnakosea. Sasa mtakapo, mnapoanza kuminywa ndio mnaanza kuingiza ah, si nini, kweli mnakosea sana jamani, wallahi mnakosea sana. Huyu mama tumheshimu, mama tumheshimu, mama tumheshimu kama tulivyoheshimu viongozi waliopita. Tulimheshimu Nyerere, tukamheshimu Mwinyi tukamheshimu Kapa, tukamheshimu Kikwete. Leo hii huyu mama tumpe haki yake yote, kwa sababu ni rais. Kama alivyokuwa rais Kikwete, huyu pia ni rais vile vile, hamna tofauti. Kama alivyokuwa rais Magufuli, huyu pia ni rais vile vile, hamna tofauti. Kwa hiyo heshima ya urais apewe huyu mama. Kwa hiyo tusiongeze mambo mengi sana, mwamchezea sana huyu mama na mnataka mfanye vita ya ya kidini. Hatuko tayari, wallahi hatuko tayari, tuna uchungu sana. Leo hii kuna nchi huko zingine huko kama Sudan Kusini huko, Sudan Sudani, huko watu wanakimbia, huko Kongo watu wanakimbia wanawacha watoto eh, watu wanakimbia wanawacha wazazi wao, mzazi ajui mwanae yuko hapi eh? Mtoto ajui mzazi yuko wapi? Leo hizi ni Tanzania namna kama mnawaona watoto wenu. Mnaona wazazi wenu. Bado hamumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii neema aliyotupa. Mnataka muipoteze hii neema, eh? Huko huko Libya waliyachokonoa hivyo hivyo, lakini paka misaada akawa anatuomba huku East Africa, wanatuomba Tanzania, wanaomba Kenya misaada, wakati Gaddafi alikuwa akiwasaidia akiwaongoza vizuri, wakavuruga wenyewe. Lakini sasa hivi maisha amekuwa ni magumu kwa Libya, wamekuwa wakimbizi eh? Mnataka mpoteze amani iliyokuwepo. Mtaipata lini nyinyi hii amani? Mnataka muipoteze Hakuna kitu kikubwa kama amani. Ndio maana sisi Waislamu tunasalimiana asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani iwe juu yenu. Amani ndio kitu cha kwanza, kitu cha, ndio maana ukimuona mtu yote, kama ni Muislamu, kitu cha kwanza unachoanza nacho ni asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina maana kitu cha kwanza kinachotangulia ni kumuombea mwenzio amani. Ndio maana tunasalimiana kwa kutumia amani. Asalamu alayka, amani iwe juu yako. Hii amani tunataka tuipoteze, kuirudisha itakuwa ni kazi kubwa sana kwa kweli. Leo, nimeamua nizungumze hili, eh, kwa sababu mimi ni mzalendo pia ni Mtanzania. Kwa jamani, tarehe ishirini na tisa tukapige kura tuachague viongozi wetu kwa amani na kwa, na kwa utulivu bila zogo bila fujo, tupige kura turudi majumbani kwetu tusikie matokeo. Kama ni rais atakuwa ni Mama Samia Suluhu Hassan Tumpe kula ndio raisi. Heshima ndio kitu muhimu sana kwa raisi wetu. Wallahi, heshima ndio kitu muhimu kwa raisi na kwa serikali yake. Kwa haya niliyosema machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.